Gari la mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania la kamatwa likiingiza magendo bungeni. Nayekuletea taarifa hii naitwa Princess Kyuli, na hii unayoitizama ni Mseto Media, chaneli yenye kazi ya kukuletea taarifa, story na habari zote za ukweli na uhakika pale tu zinapotokea. Ili usiwe unapitwa na taarifa zetu, hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe, kisha alama ya kengele itakayokuja na kwa kufanya hivyo habari na taarifa zetu zote zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu ama kifaa chako unachotumia kwa kiswahili kifupi, bunge ni sehemu ambapo wabunge na viongozi hukaa kujadili masuala ya nchi, kutunga sheria, kubadilisha, kuboresha na kupitisha miswada, lakini pia sehemu ambapo wabunge watahoji serikali maswali na kupewa majibu na vile vile watapeleka kero za wananchi kutoka majimboni mwao ili serikali iweze kuzitatua. Hivyo bungeni huwa kuna waheshimiwa mbalimbali, na kutokana na unyeti wa eneo hili, basi ulinzi huwa ni imara muda wote ndani, lakini pia kuingia na kutoka kwa yeyote, ambapo wabunge pia huwa wanasachiwa wengi hapo eneo hilo. Sasa kule bungeni kuliibuka mjadala baada ya wabunge kulalamika wakipendekeza wao kama wabunge wasiwe wanasachiwa, bali wasachiwe wageni na watu wengine, ambapo mwenyekiti Zungu alijibu hilo akisema kusachiwa kwa wabunge ni muhimu, na pia akiongelea juu ya tukio la gari la mbunge kuwahi kukutwa likiingiza kitu kisichotakiwa bungeni kwa siri. Tumsikilize. Ni jengo la wananchi, hakuna mwananchi anekatazwa mradi afate taratibu. Tusawi, ni eneo vivili na security conscious. ni eneo la kiusalama, huwezi kuruhusu watu kuingia tu ya kutizama ni nani, ajitambulishe au na kitambulisho. na nyinyi mwaona mabunge mengine nchi zote, tena wako very strict zaidi. Sisi kuna wabunge hapo wanalalamika kukaguliwa. Haiwezekani uingie mundani usikaguliwe pamoja na uzalendo wako hujui umeamka na nani na wengi tunajua tunaamka ragiatu tofauti kwenye viba vyetu, hujui mtu anakuwekea nini kwenye begi lako, kwenye kwa hiyo hili swala la usalama ni very very important. na nise, mimi napongeza vyombo vyetu vya usalama bungeni kwa namna wanapofanya kazi kwa utifu na uadilifu. Na hii ndio taifa linavyokuwa, vyombo vya usalama vina sehemu yake wabunge wana sehemu yao, kila mtu aheshimu eneo inaoni. Kwa kipindi hapa bunge lililopita, kuna mbunge alikuja na gari mlango hapa huu mkubwa huu hu, hu kabua mabenki yetu, kila kikaguliwa ile gari inaonyesha alamu kwa kuna kitu sio sahihi, mpaka wakaletwa wale wale wanyama ambao wana kazi na training ya kukagua madawa silaha baruti, bado wakawa na mahofu nayo, mwisho akakuta kuna kia kuta. Kipindi hapa bunge lilopita kuna mbunge alikuja na gari mlango huu hapa huu mkubwa huu, karibu na mabenki yetu, kila kikaguliwa ile gari inaonyesha alamu kwa kuna kitu sio sahihi, mpaka wakaletwa wale wale wanyama ambao wana kazi na training ya kukagua madawa silaha baruti, bado wakawa na mahofu nayo, mwisho akakuta kuna kitu. Usalama ule wa mbunge, usalama ule wa wabunge na usalama ule wa taifa letu, kwayo ni waombe wabunge, wageni wanaruhusiwa kuja, lakini masuala ya usalama lazima tuzingatie, lazima hilo halina mjadala. Hayo ndiyo aliyoyasema mwenyekiti Zungu akiujiza umma, kumbe kuna wakati gari la mbunge liliwahi kukutwa likiingiza kitu kisichofaa bungeni. Tuachie maoni yako hapo chini kwa lolote. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.